Penalti ya halali kabisa ile, unaona ile Ateba anadakwa miguu ile, unaona bwana refa a kwenye VAR. Lakini kingine lazima tuseme wazi, captain kama captain hashinikizi, yani hashinikizi, lakini pia wachezaji wa Simba wanaridhika, washinikizi brother, ile ni clear penalty. Kama mashabiki wanaona nje ni penalty, wachezaji ndani hawaoni kama ni penalty, why? Usitoe mpira nje, piga mpira nje. Hili michoro ya kimataifa brother, hakuna muda wa kucheka na mtu Piga mpira nje, mfuate mwamuzi. We need VAR, go to the VAR, go to the VAR. Shinikiza, baada ya hapo mwamuzi ndo ataamua. Hatuchezi kama dakika tano, nataka VAR, ni penalty clear. Na mwisho wa siku Simba watu wanakubali tu, wametulia wale jamaa. Goli la offside wamefunga goli kipindi cha pili, mwamuzi amesema ni offside, anaitwa na watu wa VAR bana, ni goli, watu wananyuka wanashangilia lakini vari haiko upande wa Simba. Sasa ile ni mcheza kwa utuzwa, lakini kama ninyi mnaona matukio yote haya yako upande wenu, mwamuzi anawanyonga, fuata mwamuzi, shinikiza, mshike hata kabari, kwani vipi? Wanatunyimaje penati kwa sababu? Simba angepewa ile penati angefunga, brother, yule jamaa alikuwa anakufa kwa sababu alishaingiwa na upepo, lakini mwisho wa siku ataenda kwa Mkapa, bwana. Mechi inapigwa, jua limewaka, saa kumi huyo Almasri, Simba anatakiwa mbabue kweli kweli, kipindi cha kwanza tatu au hata nne au wamalize kabisa hata tano. Sababu ni mweupe brother, mwarabu gani wa vile? Piga tu yule, unamtia tia. Yaani Simba wasipoenda nusu finali brother, hakuna haja ya kupanda tena. Nasemaje? Kama Simba watashindwa kwenda toa nusu finali, ni bora washiriki tu ligi kuu. Sasa utaendaje robo fainali zote mzee, alafu unapata kibonde kama huyu, unashindwa kumpasua. Hakuna akunata haja. Yani hamna story yote ambayo atawaambia waandishi wa habari a, tumeshindwa au oh, hii ni mechi lazima washinde. Yani duo dai, lazima washinde s, tena huu jamaa bidi a babulio goli tano goli sita akawadipie Al Ahli kule Zamalek, namna ambavyo Simba ni wa moto sana katika uwanja wa Mkapa. Mimi nasafiri, lakini sina furaha, sina content brother. Unajua tumeshinda ngapi mimi? Tumia hela nyingi sana naumia, lakini mwisho wa siku sijapata content. Sasa amepasuka, nalia nilie, sasa nilie singapi? Najua ni hela nyingi, hoteli la sijala, alafu kule Waarabu hawajui hata Kiingereza. Ukimwambia mtu <laughs> ukichukua tu taxi hadi mwelewane brother. <laughs> <laughs> Amekuzungusha huko, anatafuta dola mia yako tu, wewe nakera baba. Yani Waarabu anakuonea kwanzia vyakula, safari ya kule ndani, alafu lugha hawajui, wanaweza kaa na anataka hela yako wajanja sana, afu nimeumia sina content, sijapiga trendi mimi. Nataka Simba shield nipige trendi, nendeni namba moja, waandishi ni watumie story bas, bas, bas, bas.